fanikiwa kuondoa vikwazo kwenye akili, uwe na uhakika utakuwa na akili ya Mungu, na ukiwa na akili ya Mungu umetoboa. Wasemaji wasikize asema, umetoboa. Mungu akikaa mbinguni sasa hivi, hebu muulize Roho Mtakatifu ukiwa peke yako, kama kamuulize Roho Mtakatifu ukiwa peke yako, Mungu aliko mbinguni sasa hivi anaojua kabisa, kuna Wanyakyusa wanakufa kifo ambacho hakutaka wafe, kuna Wandali wanakufa kifo ambacho hakutaka wafe, kuna wachungaji wanakufa kifo hakutaka wafe, kuna waumini wanakufa kifo hakutaka wafe. Ukimuuliza Mungu kwa nini wanakufa hivyo ana, atakuambia hivi, kuna mahali ufahamu wao, kuna mahali y akili yao imepata Sa wawe na hali walio nayo. Likiondoka lile zuio, watakufa tofauti na wanavyokufa, watakuwa na heshima tofauti na walio nayo sasa. Ni watu wachache wanaoweza kufikiri juu ya wenzao, kuwasaidia kuondoa zuio linalowafanya waishie kwenye status ambazo sio za kwao. Kitabu chetu cha leo tunachokizindua cha ukombozi wa fikra, jamii ikikombolewa katika fikra imefa, imekombolewa katika eneo pana sana, kiuchumi, kiafya, kielimu na katika kila eneo, kwa sababu hakuna jambo lolote linalotokea bila kuanzia kwenye fikra kwanza. Lazima tuanze kwenye fikra ndio tuende kwenye utekelezaji wa jambo. Ninatoa mwaliko kwa vijana wote ambao wanaweza kuwa na karama kama hiyo ya kutulia magotini pa Mungu na wakapata kitu ili kiweze kuisaidia jamii na kuikomboa jamii. Kwa hiyo tunapozungumzia ukombozi wa kifikra, maanake tunajaribu kuzungumzia kwamba Mungu achilie ufahamu ndani yako, ambao huo ufahamu utakusaidia namna ya kumjua Mungu, namna ya kumwelewa Mungu, namna ya kumfahamu Mungu. Sasa unamjua Mungu, lakini namna ya kutambua nyakati, kwa sababu tunaishi katika nyakati ambazo ni za hatari. Kwa hiyo bila ufahamu wa kimungu maanake utajikuta unaishi maisha bila kujua neema ya Mungu, bila kutambua neema ya Mungu na unajikuta unaingia una kwenye mahali ambapo sio sahihi. Lakini ukiwa na ufahamu wa kimungu ndani yako utakusaidia kutambua mema na kuishi katika mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tunaishi katika nyakati ambazo kuna mambo mengi kuna mafundisho mengi ambayo yanaendelea, mengine ni ya uongo. Kwa hiyo ukiwa na ufahamu wa kimungu, maanake una uwezo wa kutambua kwamba hili jambo sio la kimungu, kwa hiyo utapata maarifa ambayo yanatoka katika maandiko ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kifupi, nisiwe na maneno mengi, lakini ni mambo mengi sana ambayo nimeandika kwenye hicho kitabu. Nimeandika mambo mengi sana. Nikisema nielezee mambo yote ambayo nimeandika kwenye kitabu muda utoshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nikuhakikishie kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yameandikwa kwenye hicho kitabu. Kitabu ni kidogo sana, kitabu ambacho una uwezo ukisoma, lakini kimebeba ujumbe mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu ni kidogo, sio kikubwa sana, lakini kimebeba kitu kikubwa sana. Kwa hiyo hiyo ndo point kubwa ya kitabu hiki kwamba Mungu achilie ufahamu wa kimungu ndani yako ambao utakusaidia kuweza kuishi katika mapenzi ya Mungu na kuenenda vizuri katika ulimwengu huu, lakini kukufanikisha katika maisha yako ya kiroho na kimwili, lakini pia kutambua roho, kutambua aina, roho kutambua aina za roho ambazo zinatembea katika madhabahu, kutambua aina za roho ambazo zinatembea katika ulimwengu. Kwa hiyo ukisoma kitabu hichi utapata maarifa ya kimungu. Mungu awabariki sana, niishie kusema hapa kusema na kukaribisha sana sana sana kutazama kitabu hiki na kukisoma kitabu hiki. Hapo kuna bwana mmoja alisema, ukitaka uhifadhi fedha zako vizuri, ihifadhi ndani ya Biblia au nda katika kitabu chochote, wewe hifadhi hela yako utaikuta salama, kwa sababu watu hawana mpango hawana utaratibu wa kusoma vitabu, lakini kumbe kwenye vitabu ndiko kwenye maarifa, ndiko kwenye hazina ya maarifa. Kwa hiyo mimi ninapenda kuwaasa vijana na kuwashauri kwamba wasome vitabu kwa sababu humo ndimo kuna hazina ya maarifa. Dunia ya leo inakwenda kila siku inabadilika, ndio vijana kujifunza kwa ajili ya huyu Sulemani, ambaye amekwenda kuandaa hiki kitabu, kwamba kumbe vijana tunaweza kujifunza, kwamba inawezekana hata kwa kijana mwingine yeyote, kwamba kumtumikia Bwana moja kuna faida mbili. Kumbe kijana, unaweza kuwa na nguvu za kuweza kuwaelimisha na watu wengine kupitia Injili hii, kwa mfano kuandika vitabu hivi na kuhubiri mikutano mbalimbali mbali kwamba vijana kwa nguvu zao nguvu zao zitumike katika kumtumikia Bwana na kuelimisha watu wengine.